Jeshi la Polisi mkoani Njombe linawashikilia washukiwa hao wakiwa na makosa mbalimbali mbali ambayo wameyatenda kwa kipindi cha mwezi mmoja uliopita. Jeshi la Polisi mkoa wa Njombe limefanya operesheni na misako katika maeneo mbalimbali ya mkoa wa Njombe na kufanikiwa kukamata watuhumiwa 40 kwa makosa ya mauaji, wizi wa pikipiki, uvunjaji, kuingia nchini bila kibali na ukiukwaji wa usalama barabarani imefanikiwa kumkamata mtu ambaye anafahamika kwa jina la Ayubu Danieli Liawane, miaka 30, mkazi wa kijiji cha Udonja, kwa tuhuma za mauaji ya mtu aliyofahamika kwa jina la Fulahini Patriki Kingima, miaka 40. Chanzo cha mauaji haya ni mgogoro wa ardhi, na mtuhumiwa alimuita marehemu eneo la mgogoro, na ndio huko alipotekelezea matukio hilo. Kufuatia taarifa za jeshi la polisi mkoani hapa kukithiri kwa matukio ya mauaji yatokanayo nayo na ulipizaji visasi kutokana na migogoro ya ardhi, baadhi ya wakazi mkoani Njombe wanasema. hiyo ya mauaji, kinachosababisha Njombe mauaji, unaweza kuuawa hata wewe bila kutegemea. Asilia wa asili ya Wabena huwa wanasema ndio hata kwenye hapana, unaweza ukadhania mko pamoja, kumbe ha mko pamoja izetezate unakuja kuona ni anatokea mauaji. Nini kifanyike kupunguza matukio haya? Ni kifanyike ni elimu kwa raia, wazazi wawe wazi wa wa wa wa, kusema kuwaambia watoto wao wa ile kweli. Polisi wanaweza kuyakamata kwa kwayo, mi nawapongeza sana jeshi la polisi, lakini hata mimi pia natoa natoa lai hebu tuache kutumia vilevi. Na kisha, Kamanda Banga anatoa rai kwa wakazi wa mkoani Njombe kuhusu mkakati wa jeshi hilo kutokomeza matukio ya uhalifu. Limefanikiwa kuwakamata watuhumiwa wawili, Isaac Geladi Mkalawa miaka 32, mkazi wa Nyumbanitu na Aleni Onlasco Mkalawa miaka 23, mkazi wa kijiji cha Lugalawa kwa tuhuma za mauaji ya mtu aliofahamika kwa jina la Ayubu Juma Ngili huyu ana miaka 32 mkazi wa kijiji cha Rughalawa. Chanzo cha tukio hili ni watumiwa hao wawili walichukulia sheria mkononi kwa kumshambulia marehemu kwa tuhuma za wizi wa msumeno wa kuchania mbao ambao walikuwa wakitumia. Nikiripoti kutoka makao makuu ya Jeshi la Polisi mkoa wa Njombe ni mimi